Katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni, sana na michezo, bwana Gerson Msigwa, leo tarehe 26 Mei 2025 amewaongoza wajumbe kutoka shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kafu akiongozwa na katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kafu bwana Veron Mosengo Omba akiambatana na mkurugenzi wa mashindano wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kafu bwana Samson Adamu kukagua maboresho ya miundombinu ya michezo ikiwemo uwanja wa Benjamin Mkapa na vile vya mazoezi ikiwepo Meja Jenerali Samuyo na Shule ya Sheria kuonesha utayari wa Tanzania koe katika mashindano ya Chani yanayotarajiwa kufanyika mwezi Agosti 2025. Uh, leo tulikuwa na katibu mkuu wa shirikisho la kandanda barani Afrika CAF uh, bwana Veron uh, amekuja na bwana Samson ambaye ndiye anasimamia mashindano uh, walikuja kukagua viwanja uh, kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya Chani na wameanza viwanja vya mazoezi. Wamekagua uwanja wa shule ya sheria, eh, law school. Wamekagua uwanja wa, wa mashindano wa Benjamin Mkapa. Wamekagua uwanja wa mazoezi wa eh, Major General Samuyo na wamemaliza hapa Jimkana eh, kukagua maendeleo ya maandalizi ya viwanja hivi. Kwa ujumla, wamefurahi na namna ambavyo tumefanya juhudi kubwa kuimarisha, kuboresha viwanja hivi na watatupa ushirikiano wote, eh, kabla na wakati wa mashindano, lakini pia amempongeza sana mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali imewekeza kwenye miundombinu ya michezo, imemfurahisha sana, na tumetumia muda huu kumweleza juu ya mipango mbalimbali ya serikali ya ujenzi wa viwanja viwanja vya mazoezi na vituo vya mazoezi tunavyotarajia kuvijenga nchi nzima, ikiwa ni moja ya ahadi za Mheshimiwa Rais za kuendeleza michezo ikiwemo kandanda. Kwa kwa ujumla amefurahi sana na sasa tunakwenda kwenye mkutano kupokea eh, kama wana jambo lolote wanataka tulifanye, lakini na sisi tutawaambia ya kwetu eh, ili waende eh, na sehemu nyingine kwenye nchi nyingine, watakwenda Kenya, watakwenda Uganda. Kwanza tumeshalipa ada zote za mashindano ya CHAN eh, tumeshafanya maandalizi makubwa. Viwanja vyetu vingi eh, vilipata shida kidogo wakati huu wa mvua, tumeshaviboresha. Tumeleta kampuni kutoka Uturuki ambayo inatusaidia kuboresha viwanja vya mazoezi. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa ni karibu umekamilika, mwenyewe leo ameona ameona pitch, ameona maeneo ya kubadilishia nguo, ameona vyumba vya waamuzi, ameona vyumba vya kupima eh, matumizi ya mbinu na dawa haramu michezoni. Kwa upande wa uwanja wa mashindano, kwa lugha za sasa hivi tungesema Tanzania haina deni, lakini kwa upande wa viwanja vya wa mazoezi pia ameona low school, ameona Major General Samuyo ambavyo viko zaidi ya asilimia tisini, ni almost vimekamilika. Tulikuwa na changamoto kidogo na hapa uh, jimkana mvua zilizonyesha zimesababisha sehemu kubwa ya nyasi kufa, kwa hiyo tukaleta kampuni hii kutoka Uturuki ili wafanye kazi ya kupanda upya nusu ya huu uwanja. Tabaka la juu lote limeondolewa, tumeweka tabaka jipya, na sasa tuna mashine maalumu ambayo inapanda nyasi, inapanda mbegu za nyasi. Kwa hiyo hapa tunakuja kupaotesha upya na wao wameelezwa mpaka na wataalamu kutoka Reform Sports wamefurahi kwamba kazi kubwa inafanyika, na kulingana na programu tulionayo ya uboreshaji wa pitch hii ya hapa Jimkana, hawana mashaka kwamba tutakuwa tumemaliza na uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya chana.